Temeke jijini Dar es Salaam. Karibu. Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Ikumbukwe tu kwamba tuko katika maonyesho ya 49, naendelea kusisitiza, ya biashara kimataifa tangu Juni 28. Leo siku ya pili, tayari msimu umeanza kunoga hivi, na hapa tulipo ndio safari yetu ya kwanza ya vipindi hivi maalum vya maonyesho haya kutoka Mahakama ya Tanzania vinapoanzia. Nipo katika Uh, unaweza ukasema hii ni mahakama inayotembea. Tutafahamu mengi sana kwa sababu mwenyeji wetu tunaye hapa kuweza kutupilisha kuweza kufahamu hapa tuko wapi, ili kuweza kuhakikisha kwamba wewe mwananchi unaendelea kupata taarifa na elimu sahihi masuala mbalimbali ya kisheria. Mwenyeji wetu ni Mheshimiwa Sifa Jacobo kabisa, yeye ni eh, hakimu mkazi mwandamizi kutoka idara ambayo inashiriki katika maonyesho haya, idara ya usimamizi wa mashauri makao makuu ya mahakama ya Tanzania. Kwanza Mheshimiwa Sifa, ongeeni sana, ili jina sifa ni muhimu kweli kwenye msimu huu. Tunawapa sifa. Nashukuru sana, nashukuru sana. Naam, <laughs> Saba Saba unaionaje kwanza? Eh, Saba Saba ni nzuri na mimi ningewasi wananchi kokote walipo waje ili waweze kuona huduma ambazo tunazitoa kama mahakama ya Tanzania hapa Saba Saba, waje kwa ajili ya maswali, waje kwa ajili ya maoni, ushauri lakini hata malalamiko e, tunapokea lakini pia e, ni wasi waje kuona mahakama inayotembea kwa ambao hawajapata bahati wa kuiona na hili ndio gumzo. Hii ndio habari ya mahakama inawezaje kutembea? Sasa tutaenda huko, utaenda tuanze kwanza kwenye kujua hii idara. Nimesema idara ya usimamizi wa mashauri eh, makao makuu maku, maku, maku ya mahakama maku ya, maku ya Tanzania, idara ikoje kwa kifupi? Eh, ni kwamba eh, ndani ya makao makuu ya mahakama ya, mm. ya Tanzania eh, kuna idara ambayo inasimamia eh, mashauri E, ndio inaitwa idara ya usimamizi wa mashauri. Hmm, au kwa Kiingereza wanaita eh, kwa kifupi tunaita DCM, Department of Case Management department. eh, department yetu inahusika na eh, usimamizi wa mashauri eh, takwimu tafiti, eh, lakini pia inahusika na mahakama inayotembea hmm, ambayo leo nadhani ndio nio itakuwa nikizungumzia yeah. Yes. Hmm. Na, bag, bag, pengine hii idara imebeba ime ndio naona, mama, ukizungumzia mashauri ndio hasa ambako wananchi wanataka kufahamu haki zao, ndio wanakufungua mashauri kesi zao na nini, mafanikio yake, kabla haja ya kujua pengine, kuona mambo gani ambayo yanajitokeza au yale mafanikio yaliyopo. Hebu tuambie, tunataka kuifahamu zaidi kwamba imefanikiwaje mafanikio yake hasa? E, kimsingi mafanikio ni makubwa kama ambavyo nimesema. E, moja ya mafanikio makubwa kabisa ambayo e, nadhani mahakama ya Tanzania inajivunia lakini pia wananchi wa Tanzania wanajivunia ni huduma hii ya ya, ya mahakama inayotembea huduma hmm, hii kimsingi imekuwa ni yenye tija na mafanikio makubwa hmm, e, kwa mahakama ya Tanzania na wananchi wetu au wateja wetu hmm, na ninasema hivyo kwa sababu huduma hii e, imeanzishwa mwaka 2019 e, ili ku kuongeza au kuongeza tija ya usikilizaji wa mashauri, inapunguza kwanza e, e, umbali ambao wananchi wamekuwa kusafiri kwenda kupata huduma ya mahakama na haki, lakini pia e, mahakama inayotembea inapunguza msongamano wa mashauri mahakamani kwa maana ya kwamba imekuwa ikitumika sehemu ambazo zinaonekana zina e, mashauri mengi ili kuweza kupunguza msongamano, lakini pia mahakama inayotembea tofauti na mahakama zingine yenyewe inasikiliza kesi kwa haraka zaidi. Inatakiwa e, imalize, mahakimu wanaosikiliza mashauri kwenye mahakama hii wanatakiwa kumaliza mashauri yao ndani ya siku thelathini. Kwa hiyo kimsingi, e, ni huduma ambayo imekuwa na tija kweli kweli. Na imefikia wapi mpaka sasa? Eh, huduma hii kwa sasa inatolewa mkoa wa Dar es Salaam ambapo inatolewa chini ya mahakama ya mwanzo eh, kituo jumuishi Temeke eh, na hivyo imekuwa ikitumika kusikiliza mashauri ya ndoa na mirathi ambayo pia ndio imeonekana ni mengi na ndio yenye changamoto kubwa eh, kwa mkoa wa Dar es Salaam, lakini pia eh, inatolewa mkoa wa Mbeya eh, pia imeanzishwa mkoa wa Mwanza. E, a, Dodoma pia tunaita justice tent au hema la haki e, lakini pia imefunguliwa Tabora e, au imezinduliwa mkoa wa Tabora e, siku ya tarehe ishirini na sita eneo la e, Nyahua Makibo e. Kwa hiyo e, ni huduma ambayo ina, inakuja mtaani kwako una haja tena ya kusafiri umbali mrefu kwenda kufuata huduma ya mahakama ambayo ni kimsingi ni moja ya ya, ya, vitu muhimu sana au nguzo muhimu sana kama unataka kuwa na jamii ambayo inafata msingi wa haki mm. Utawala wa haki utawala unategemea utawala wa sheria pia ambao pia unategemea uwepo wa mahakama. Kwa Dodoma, ni makao makuu ya nchi. Kwa nini hema la haki e? hema la haki ilikuwa ni ni, ni ubunifu mwingine eh, ambao unaendana una, una na hii eh, mahakama inayotembea kwa hiyo ni tofauti na eh, kwa mfano mahakama inayotembea ya Dar es Salaam ambayo tunatumia gari, unaingia ndani ya gari tunakusikiliza. Eh, Dodoma tunatumia gari ambayo inaleta vifaa, ni tent ambalo au hema ambalo tunalifunga, tunasikiliza kwa muda baada ya ku eh, muda fulani tunalihamisha, tunaweza kuhamia mahala pengine kwao kimsingi linaenda kufanya e, majukumu yale yale na kimsingi lina vifaa vile vile ambavyo e, e, labda mahakama inayotembea ambayo inatumia tunasikiliza ndani ya gari inaweza kufanya e, lakini ni ubunifu na ni ubunifu mzuri na e, mwaka huu tulikuwa nayo e, kwenye wiki ya sheria tulilionyesha, lina e, mwonekano mzuri lina vifaa vya kisasa kabisa na ukipata, ukifika unapata huduma zote, kuna printer. Eh, kuna kuna, kuna kompyuta kama ambavyo eh, mnaona hapa na hema pia lina hali ya hewa kama tulimo kwenye yeah, ndani ya gari lina kabisa, hali ya hewa kabisa, kwa ajili kuzingatia huduma kwa kabisa lina vifaa vya vya kutolea eh, nini, AC lakini pia lina fan, lina speaker, lina kila kitu, lina TV kwa ajili ya kufanya eh, eh, kufanya kusikiza kesi kwa njia ya mtandao. Lina vifaa vyote vya kisasa ambavyo vinakuwezesha wewe kwanza kujikuwa comfortable wakati ya, unasikiliza ya, kesi yako, lakini pia kumwezesha hakimu kukupatia kila kitu ikiwemo nakala ya hukumu siku hiyo hiyo. Wanapokeaje wa, wa wananchi wa, wa, mapokeo yao e? Kwa maoni yangu wananchi e, inavyoonekana ni wanapokea vizuri. Kama nilivyosema hii ni moja ya mambo ambayo Eh, mahakama ya Tanzania inajivunia, ni jambo kubwa ambalo limeleta tija nana, na na eh, natija, tija yenyewe inaonekana kwenye namba eh, eh. Mpaka sasa tangu mahakama inayotembea kuanzishwa, eh, kuna kesi zaidi ya elfu saba na mia tatu sabini na sita zimeanzishwa zime ni zimefunguliwa mahakama inayotembea lakini, katika hizo kesi elfu saba mia tatu na kumi zimekwisha kuamuliwa, na kesi sitini na sita tu ndizo ambazo eh, zimebaki zinaendelea. Kwa hiyo utaona eh, kwamba eh, mwitikio ni mkubwa kwa kutumia mahakama hizi, lakini pia mimi ningeendelea kuwasii wananchi eh, kwamba waendelee kujitokeza kutumia huduma hizi zinapelekwa eh, mitaani kwao, karibu na wao, karibu na shughuli zao, ili kuweza kuwapunguzia gharama ya kusikiza kesi na muda ili waendelee kujenga eh, kufanya kazi za kujenga nchi. Lakini pia ni wasii wananchi eh, hasa wa mkoa kama wa Tabora na Dodoma, ambako eh, eh, hizi huduma eh, zimeanza hivi karibuni, waendelee kuzitumikia, mimi ni kuzitumia huduma hizi, na wasiogope eh, mahakimu ambao wanasikiliza, na watumishi wengine wa mahakama ambao wapo kwenye eh, mahakama inayotembea hmm. Ni watu ambao wamefunzwa, watu ambao wanajua nini wanafanya na watu ambao wana utashi wa hali ya juu. mm. Labda Mheshimiwa Jacobo eh, e, e, tunaona kwenye idadi ya watu, watu ni wengi zaidi ya elfu themanini na watano wamehudumiwa, na hii wamepata huduma hii ya mahakama inayotembea hebu eh, tukumbushe kidogo lile lengo mama, lengo kuu hasa, eh, uh, mm. hasa ni nini? nataka kufikia nini? Kimsingi, kama nilivyosema awali, lengo hasa ni kuhakikisha kwamba tunapeleka huduma hii kwa, kwa mwananchi mm tunampunguzia gharama za uendeshaji wa kesi. Unajua, kwa mfano nitolee mfano wa Dar es Salaam mm -hmm. Eh, mahakama inayosikiliza mashauri ya ndoa ni mahakama ya Temeke kituo jumuishi sasa. Unataka kufungua kesi mahakama ya mwanzo Temeke, we unakaa Bunju. E, kutoka Bunju kuja Temeke ni ni umbali mrefu sana, hasa ukiwa shughuli zako pia unafanya Bunju. Sasa mahakama inayotembea E, kuna siku inakuja inakuja Bunju, inapaki na inasikiliza kesi za kesi zako huko, kwa inaweza kukusikiliza bila wewe kusafiri, bila kutumia nauli e, lakini pia usipoteze muda. Yes. Mm. Mashauri gani hasa ambayo pengine mnaona haya ni mashauri yanawahusu wananchi na wananchi wengi? Hiki, hili ndio eneo lao kwa takwimu mashauri ambayo yanafunguliwa kwa wingi zaidi mahakamani, yanafunguliwa mahakama za mwanzo. Mahakama ya mwanzo ndio mahakama ambayo inapokea mashauri kwa wingi, na nadhani pia ndio ambayo, mahakama za mwanzo ndio ambazo zina vituo vingi zaidi nchi nzima. Kwa hiyo mahakama inayotembea kwa sasa inahudumia au inatoa huduma zile ambazo zingetolewa na mahakama ya mwanzo kwa hiyo zinasikiliza mashauri ambayo ya, ya, yangefunguliwa mahakama za mwanzo, e, lakini pia e, inatoa huduma zingine ina, inatoa elimu kuhusiana na masuala ya kimahakama, lakini pia e, unaweza kwenda kwa ajili ya kutoa malalamiko na utasikilizwa, watarekodi na atawasilisha sehemu husika, lakini pia mahakama inayotembea ina, unaweza ku, e, kufika na ukaenda kuomba huduma ujue kesi yako inakuja lini, taarifa za kesi eh. Unaweza kuomba kufunguliwa kesi mtandao. Siku hizi tunatumia e, mtandao, tunasikiliza kesi kwa njia ya mtandao. Tunatumia e-case management, mfumo wa usimamizi wa mashauri mahakamani. Eh, kwa hiyo eh, una changamoto juu ya kufungua kesi, unaweza kutumia, unaweza kuomba eh, kuomba watumishi wa mahakama walioko kwenye mahakama inayotembea wakusaidie nkuwezesha na, no. Na, na, na pengine mnapata mrejesho a wananchi sasa kwenye a wa mashauri wanaridhikaji eh, mahitaji naowapa kama watu wa huduma wan, mnapata mrejesho wote. Nikisema mrejesho namba moja eh, ni idadi ya watu ambao tumekua pokea, ukiona idadi inakuwa kila siku mashauri yanaongezeka, basi ni wazi kwamba tunafanya kazi tunafanya amini wananchi wanaipokea yeah, vizuri na kazi tunaofanya pia ni nzuri eh, kwa hiyo kwa maoni yangu mimi eh, Eh, mapokeo -ma -ma ya wananchi ni mazuri na mrejesho wao ni mzuri kwamba huduma tunayotoa ni msingi ni huduma nzuri. hmm. Mtazamaji, idara hii ya usimamizi wa mashauri kutoka mahakama ya Tanzania inaendelea kujivunia kila uchwao mahakama hii inayotembea. Lakini mheshimiwa Asifa, ah, mahakama hii imetembea maeneo gani hasa pa nchini? Maana Tanzania ni kubwa. E, kama nilivyosema awali e, mahakama inayotembea kwa sasa inatoa huduma Dar es Salaam ambapo nimesema e, chini ya kituo jumuishi Temeke, mahakama hii inatoa huduma za mahakama ya mwanzo Temeke ukusikiza mashauri ya mirathi na ndoa, na inahudumu maeneo ya Bunju, Kibamba, Buza na Chanika. Kwa hiyo, eh, kwa hiyo kwa Dar es Salaam hizi ni sehemu ambazo eh, mahakama hii ina, inatoa hii huduma. Lakini pia eh, mahakama hii huduma uh, ya mahakama hii inapatikana Mwanza ambapo inatoa eh, inapatikana eh, sehemu za Kitangiri, Igoma eh, pamoja na Buhongwa. Hmm, eh, lakini pia eh, Mbeya, mkoa wa Mbeya ambako inatoa huduma maeneo ya Mbalizi eh, Sisimba na Ilemi na kwa, bu, kwa Tabora ambapo ndipo imeanzishwa hivi juzi, wenyewe wameanza na eneo e, linaitwa Nyahua, kata ya Nyahua e, eneo la Makibo. Nini wananchi wanapaswa kufahamu sasa, ili waendelee kufurahia au mwone kwamba mnaendelea kujivunia na mafanikio haya mahakama inayotembea? Nini wananchi wanapaswa kufanya katika kuhakikisha kwamba kwa wanafungua mashauri yao, masuala gani ya, ya msingi kwa wananchi? E, kimsingi wananchi wanachohitaji kufanya ni kufika e, maeneo ambapo e, mahakama hii inatoa huduma. Mm-hmm. kujua ratiba e, za mahakama hizi e, e, zinazotembea, lakini pia kujua aina ya huduma ambazo zinatolewa e, ili kuwapunguzia adha ya kusafiri kwenda mbali mrefu na na, na, na adha zingine na, kama nilivyosema, huduma zinazopatikana kwenye mahakama hii kwanza kabisa ni hiyo ya kusikiliza mashauri ambayo ndio kazi mama. Lakini pia e, unaweza kufika kwenye mahakama hii kwa ajili ya kupata elimu juu ya mambo mbalimbali ya kimahakama. Unaweza kufika kwenye mahakama hii kwa ajili ya kutoa malalamiko iwe, e, dhidi ya namna ulivyotendewa mahakamani au hata namna ambavyo labda umenyimwa nyaraka, umenyimwa hukumu upendezewi na mwenendo wa mtumishi wa mahakama, basi unaweza kufika hmm, na kutoa malalamiko yako, lakini pia mahakama hii inatoa eh, eh, inasaidia, unaweza kuenda kufika mahakamani kwa ajili ya kusetify nyaraka, uthibitisho wa nyaraka hmm, eh, na vitu kama hivyo, lakini pia unatoa nyaraka mbalimbali mbali, kwa okay. Eh, mfano una kesi mahakamani unahitaji nakala ya hukumu. Sasa hivi hukumu zinapatikana kwenye mfumo wa case management Akabu, kwa kwa kutakuja kuchukua hukumu, yes, wana huduma na watu huduma kabisa, tunaingia kwenye mfumo wetu wa usimamizi wa mashauri, tuna access hiyo nakala hukumu au faili husika nakala hukumu, basi tunakuprintia nakala yako. Kwa mtu anaweza akafika mtu ambaye anaona eh, kwa mfano una kesi mjini mahakama ya kuu ni mbali, unaweza kufika saba saba ukafuatilia nakala yako ya hukumu tukakusaidia kuipata. Na mashauri au kesi zilizo kwenye ngazi ipi? Ngazi ya mahakama ya mwanzo au ya wilaya, ambazo zinasikilizwa na mahakama inayotembea e? Mahakama inayotembea kimsingi kwa sasa inatoa huduma za mahakama ya mwanzo mm. lakini labda tu nifafanue. mm. E, e, kimsingi ni kwamba anayekaa mahakamani ndiye ambaye anakuwa na mamlaka. Kwa hiyo kama itatumika siku kwa ajili ya kusikiliza mashauri ambayo e, au atakayekaa mahakamani ni mtu ambaye anatoka mahakama ya wilaya, basi anaweza kusikiliza pia mashauri ya mahakama ya wilaya. Lakini pia inaweza kutumika hata na mahakama kuu kusikiliza mashauri ya mahakama kuu. Mm-hmm. Lakini kwa sasa e, imekuwa ikitumika katika hivyo vituo ambavyo nimevitaja kwa ajili ya kusikilizia mashauri ya mahakama ya mwanzo. Asante. Asante sana. Lakini sio kwamba sasa haiwezi kutumika na mahakama zingine, yeah, za juu kwa ajili ya kusikiliza mashauri. Kwa siku tukiiona mtaani inasikiliza kesi ya jinai au ya madai na, na ipo na, na hakimu wa mahakama ya wilaya, mahakama ya hakimu mkazi au uh, uh, jaji, basi tusishangae. Yes. Mtazamaji, tuhitimishe sasa, kabla ya kuhitimisha kabisa, uh, tunataka kufahamu sasa kwa kifupi tu kwamba mahakama hii inayotembea je, inasikiliza mashauri gani? hasa wananchi wanataka wapate elimu hiyo. Mheshimiwa Sifa, kwa kukamilisha eh, mahakama inayotembea kwa sasa eh, inasikiliza mashauri ambayo yanasikilizwa na mahakama ya mwanzo. Kwa hiyo eh, chini kote eh, au katika vituo vyote nilivyokwisha vitaja, unaweza kupeleka shauri la madai la, jina, la jinai, shauri la ndoa na mirathi unaweza kufungua, isipokuwa kwa Dar es Salaam. Dar es Salaam mahakama inayotembea inasikiliza mashauri ya mirathi na ndoa, kwa sababu inasimamiwa na kituo jumuishi Temeke, ambapo mamlaka ya mahakama ya mwanzo kituo jumuishi Temeke e, imejikita kwenye kusikiliza mashauri ya mirathi na ndoa. Kwa hiyo Dar es Salaam e, mashauri mengine utapeleka kwenye mahakama zingine za mwanzo, lakini mirathi na ndoa unaweza kuleta katika mahakama inayotembea e, katika vituo ambavyo nimekutajia. Asante sana. Naam, uh, takribani watu 85,718 tayari wameshahudumiwa na mahakama inayotembea au wamenufaika na mahakama hii inayotembea. Nasi ndio tuna salamu yetu kutoka katika idara hii ya usimamizi wa mashauri makao makuu ya mahakama ya Tanzania. Hatuta la kuongezea sisi, tuendelea kutembelea uh, viunga vyetu vya mahakama ya Tanzania kuona namna gani inashiriki katika maonesho haya ya mwaka huu 2025. Asante kwa kutufuatilia. Kwa maoni au maswali, wasiliana nasi kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii. Mimi ni Godfrey Kusolwa, maonesho ya 49 ya biashara ya kimataifa, fahari ya Tanzania.